Aliyekuwa balozi wa utalii wa Tanzania, Bongo Zozo ametangaza kuacha kazi hiyo rasmi baada ya kudai kwamba moyo wake umeumia kutokana na matukio ambayo yametokea kuanzia tarehe 29 Oktoba 2025 mpaka tarehe 31 Oktoba. Sasa Bongo Zozo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameshare video hii hapa ambayo anaelezea mwanzo mpaka mwisho jambo ambalo limepelekea mpaka kuacha kazi hiyo. Hebu msikilize, lakini usikose kuacha maoni yako baada ya kusikiliza kila ambacho Bongozozo amekiongea, pia na kusubscribe Dems Media. Mimi sijawahi kukatia tamaa Tanzania, lakini naogopa hiyo siku sasa imefika. Nimeumia, nimeumia na nimeumia tena, hasa wale watoto waliopoteza maisha yao. Unajua, kabla ya kuanzisha Bongozozo, mimi nilikuwa kocha wa mpira wa watoto Iringa na Moshi. E, awa hawa ni watoto wangu. Kwa miaka 27 hizo ni nilizoishi nchini Tanzania, sijawahi kuona uvunjifu wa amani na ukosefu wa utu kiasi hicho. Yani, ukiangalia video zinazosambaa mitandaoni, yani unasema hii sio Tanzania tunaujua sisi, kama Somalia, kama najitahidi kuongea kwa heshima, lakini siwezi kuridhika nikiona risasi zinatumika kwa raia. Mbona kuna njia nyingi ya kuzuia ya kudhibiti vurugu mtaani? Kuna kuwapiga na maji, kuna mabomu ya machozi, lakini risasi imenilaza chini. Napinga asilimia mia, mia. Basi, uamuzi niliofikia ni kujitoa kwenye kazi ya ubalozi wa utalii kwa Tanzania. Kazi yenyewe nilipokea kwa moyo mkunjufu, nairudisha kwa moyo mzito, mzito sana, na wapenda sana nye wa Tanzania wote, ila inaniwia vigumu kupeperusha bendera na kutangaza Tanzania kama sio nchi ya amani na utu.